Jamii imetakiwa kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi wanapohisi kuna mtu anatenda makosa badala yake wamfikishe kwenye vyombo vya sheria ili yachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa mtaa wa Mwanyanje kata ya Igawilo jijini Mbeya Joseph Ndambo wakati akizungumza na wanahabari nyumbani kwa mwalimu Fredrick Nyambo mwenye umri wa miaka 40 wa shule ya sekondari Hayombo ambaye ameuawa kwa kushambuliwa akizaniwa kuwa ni mwizi.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 na kwamba anakunywa mpaka analewa anapoteza na mwelekeo. Hapana, sijawahi tokea kukiona kitu cha namna hiyo. Kwanza hata nilikuwa sijui kuwa anakunywa. Sijawahi ona naye amelewa au amekunywa amepitiliza. Sijawahi. Hizi habari ndio nazipata kwa sasa. Hapa mwenyekiti huyo anaeleza namna tukio hilo lilivyotokea na yeye kupata taarifa. Kiukweli nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha mwananchi wangu, anaitwa Fredrick Wilson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 wameniambia njoo kituo cha polisi ukiwa na kitambulisho cha NIDA. Basi nikawa nimebeba kitambulisho cha NIDA, nikampigia mdogo wake aliyemfuata simu, kusema eti tuende polisi tukamdhamini kaka, kusielewa amefanya nini, awajaniambia polisi. Nilipofika polisi, polisi wakawa waka wamenipigia zaidi ya mara tano simu, fanya haraka, chukua bodaboda kuje polisi. Nilipofika pale wakasema mme wako ametupa namba. Amesema mpigieni mke wangu aje anipeleke hospitali. Nilipofika pale nimekuta mme wangu amelala chini, aliposikia sauti yangu akaamka, mme wangu akasema makasi, mke wangu ita bajaji nipeleke hospitali, mke wangu, mengine nitakuja kukusimulia, mimi mme wako. nikasema ikasema akasi, umepatwa na nini? akasema mke wangu, sielewi ndakusimulia, nipeleke kwanza hospitali na polisi wakawa wananikarakasha, mpeleke mme wako hospitali, mingine utakuja kuyajua baadaye, tutakuja kutuoji baadaye, wewe nenda hospitali. Pale nikawa nimesaini, wana wenye wakawa wameniambia, wanasema inasemekana mme wako amepigwa na watu wanasema mwizi. Kasema, mbona mme wangu ana sifa ya wizi? Wakaniuliza, mme wako anafanya kazi gani? Nikamwambia ni mwalimu, wakasema. Nikamwangalia mme wangu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 Igawilo nikamnyenywa mume wangu mpaka nje mlangoni, nikawa nimeshiba nguvu, nikakimbia kwa mda kuomba toroli. Nilipofika pale manesi wakaja kunisaidia wawili, tukamnyenywa mume wangu kumuweka kwenye kile kitoroli, alikuwa ajiwezi mume wangu, akawa tu ananiita makase makase, naitika haongei kitu. Nilipofika mle kwenye chumba cha matibabu mume wangu akasema Makasi, madaktari wanasema dawa hizo, hizo walizokuandikia hapa, kimbia mke wangu mkewangu mpambanaji, kanunue dawa. Nikasema ni naso, akasema kimbia mke wangu. Nikakimbia mpaka Igawilo stendi, duka la kwanza nikakuta wamefunga, la pili wamefunga, naenda duka la tatu nikaonana na kaka yake, nikamwambia shemeji, naomba tuongee pembeni, akaja shemeji Nikamwambia shemeji, baka sasa yuko hospitali wamemkata kata na mapanga. Anasema umetoka nayo wapi? Nasema, polisi na PFC hapa. Na barua ya mzamana nimezamini kwa. Akasema twende. Nikawa naenda na mme na, na, na baba mkubwa wangu. Nipo fika kule. Dawa nimekosa niipata tu giving set. Nimefika kule nimekuta mme wangu amempata mshipa. Katika kuendelea mimi nikaona zile mashine zao zinalia vibaya. Mimi nimezoea hospitali na huwa nashinda hospitali na mwanangu anaumwa umu, nikasema mbona hizo mashine zinalia vibaya? Nikaingia, wakasema natufundisha kasi. Nikasema hapana, najua mashine ikilia vibaya hivyo. Mimi mimi najua mimi sio nesi, lakini najua. Wakasema dada, toka nje. Wakanifukuza kama mbwa ile. Nitoke nje, nakutana na wifi yangu analia. Nikarudi tena, nikarudi nikaingia kwa fosi, nikakuta mume wangu amepoa kabisa, amenyooka mume wangu ila mengine zaidi, tuko wake wawili, mimi ni mkubwa, mengine mke mwenzangu anajua, maana yeye ana taarifa toka usiku wa tukio. Ilikuwa mishale ya saa tatu, nilikuwa nakula nyumbani ugali, nikapigiwa simu na mwalimu mwenzangu, kwa majina anaitwa Masai, akaniambia pigie simu mmeo umempigia, nikamwambia sijampigia. Mwasiliana naye toka saa ngapi? Nikamwambia toka saa nane nikuwali soko matola basi, akasema we mpigie. Nikamwambia kuna nini? Maana nikaa nina taharuki, sasa ni nini, mbona anasisitiza hivi? Akasema we mpigie tu. Nikamwambia naomba uende tu moja kwa moja uniambie kuna nini. Akaanza kusimulia, akasema walikuwa sehemu, kuna sehemu moja huwa wanashinda pale, wanaangalia angalia mpira, walikuwa wanapata vinywaji pale baada ya hapo mwenzangu, ikaonekana kama amezidiwa na kile kileo. Basi huyo mwalimu Masai aka ikabidi amtafutie usafiri wa boda lipo, mtafutie usafiri wa boda. Basi katika kumwambia, basi mwelekezi huyu wa boda akupeleke nyumbani, kwa sababu Masai hapa hafahamu nyumbani, maana tumehamia hivi karibuni wakati anamwambia panda, akakataa. Akasema hivi akaa, anamuuliza waboda, unanifahamu mimi? unanifahamu mimi? huko anamkunja baadaye. Ile waboda akasema ah, mimi mtu halisi, siwezi nikampakia, akaondoka. Basi aka bado amemshikilia huyo mwenzangu, amemshikilia. Basi katika pulukushani pulukushani ili atafute usafiri mwingine, akamponyoka, kaanza tu kukimbia, nakimbia, nakimbia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 ikakatwa kule upande wa pili. Baada ya hapo mishale ya saa nne yo na madakika nikaita boda waboda, kaniambia mimi nimelala, isipokuwa tamtafuta mtu aliyeko kijiweni hapo apo kingani. Kaniambia basi nitafutie haraka, kuna dharura. Basi alivyofika yule kaka wa boda nikapanda, kanijia nimtafutie rafiki yake ambayo anashinda naye muda wote, anaitwa Niko, nikampigia Ye yeah, akaniambia nikamuuliza ulikuwa na wewe mwezi hiyo akasema nani ngambia Nyambo akasema ah mbona mimi Nyambo sijaona naye leo siku nzima mimi nilikuwa kawetele na bebelea viazi vya wateja nikamwambia basi mazingira yako moja mbili tatu kwa jinsi ilivyo akasema ah haiwezekani bwana nikamwambia kweli yani hajarudi na inavyoonekana yani kama vile mazingira siyaelewi elewi akaniambia basi njoo tuzungumze nikamtafuta alikuwa free pack, pale nikamwelezea, akasema ah, atakuwa ameenda kusalimia watoto bwana, si ana watoto Mwanyanje hapa atakuwa ameenda kusalimia. Nikasema hapana, kama haitoshi sikiliza basi na hiyo voice noti, usikilize uone. Alikuwa na mwenzia, anaitwa Godi. Wakasikiliza, walivyosikiliza wenyewe kwanza wakasita, atakuwa wapi? Mbona yuko hivi? Nikamwambia msielewe jamani, maana yake nini hii Wakasema shemeji yule bwana anafahamika ana sana sana, lingetokea jambo tungeshajua sasa hivi. Kwa hiyo mimi ni kutoe tu wasiwasi, atakuwa yuko sehemu salama na kesho asubuhi atarudi, werudi tu nyumbani kalale. Mimi nikasema hapana, siwezi, naanzaje kwenda nyumbani na mtu sijamuona, yaweza ikawa yuko labda kituoni, kituo cha polisi Wakasema hiyo ni nzuri, kama iko kituo cha polisi ndio sehemu salama, kwa hiyo tulia, turudi nyumbani. Wakanilazimisha sana sana, rudi nyumbani, wakanichukulia usafiri, basi nikawa nimerudi nyumbani. Asubuhi ilipofika, kwanza sikulala, nilikuwa tu nimekaa sebule, nikisikia mungurumo nafungua mlango naangalia, bani ni yeye? Hapana, kwa sio yeye. Basi asubuhi mida ya saa mbili nikampigia. Sasa baba, baba eh, Uko wapi? akaniambia niko kazini, anafanyia kilimo. Akasema kwani kuna nini mama? Nikasema baba, huyu mwenzangu hakurudi, pengine labda alikuwepo huko nyumbani. Akasema hapana, sijaonana naye, hayupo, hebu ngoja nimuulize mdogo wake, anaitwa Baraka. Kumuuliza naye naye akasema hapana blaza, sijaonana naye tangu jana saa kumi, ndio tuliongea naye kwenye simu. basi akasema sasa ngoja akapeleleze mahali zinapopaki gari zao pale basi. Shemeji, inavyoonekana, alienda akaangalia, akapeleleza, akapeleza akaambia yuko kituoni, yuko kituo cha polisi na amepigwa sana. Basi anaenda kituo cha polisi, akaniambia wewe, fanya haraka, basi njoo, amepatikanika huko kituo cha polisi, ila ana hali mbaya, amepigwa sana, fanya uje. Mimi haya basi nikaandaa bima bima yake nikapanda boda sasa. Ile naenda njiani tunapata hizo taarifa kama kwa mara ya mwisho ilikuwa mishale ya saa nane. E, mimi nilikuwa nimeenda soko Matola jengo la mwalimu nilikuwa narudisha fomu, kuna fomu niligombea iko anarudisha akanipigia simu mama ji eh, nianja. Nikaambia eh, kwa bahati mbaya tumepishana, maana nyumbani alitoka saa tatu. Akaniambia kuna mat, kuna tairi limebadilishwa, dereva wa ndangano amechukua tairi la dereva wa, wakaweteli. Kwa hiyo nataka nikalichukue nirudisha. Akaondoka nyumbani saa tatu, baadaye ndo akanipigia hiyo saa nane nianja. Nikaambia tumepishana, ila sichelewe huko mnakoenda, nimekuja nime kurudisha form. Akasema haya. Basa akamkata. Ndo ilikuwa kauli ya mwisho, asante. Nao majirani wameeleza namna walivyomfahamu marehemu na tabia zake. Kwa jina naitwa Dyness Ngogo, natukia katika mtaa wa Mwanyanje. Tumesikitishwa sana na taarifa za msiba, kwa sababu jirani alikuwa ni mtu wa watu kwao. Tumesikitika sana na tuelewe nini kimemkuta. Naitwa Lester Maenge. Marehemu ni kama mke wangu, alafu ni kama rafiki